Ni ukweli mchungu kuwa pesa na inahitaji, lakini pesa inatishia usalama wa maisha yangu. Na hii pesa si kwa ajili yangu tu, ni kwa ajili ya familia pia. Muda mrefu nimejaribu kufanya vitu mbalimbali kujikwamua mbali kiuchumi, vitu kama vile kuuza maji ya kandolo, kuuza juisi na kuuza dagaa pia lakini pia kifaida kidogo nilichokipata bado na chenyewe hakikujitosheleza kukizi mahitaji. Rafiki yangu wa karibu amenishauri niingie katika ngume ziiva, lakini kila siku naambulia kipigo, kuvimba midomo na macho pia. Nahofia kufanya mazoezi kwa nguvu sana kwani chakula cha nyumbani hakijitosheleza, lakini kila siku huwa anajitia moyo kwamba ipo siku nitapata, maana riziki ni mafungu saba. Sitakata tamaa, niendelee kupambana mpaka pale nitakapotimiza adhima yangu. Makala hii ni mahususi kwa watafutaji wote na wote wasiokata tamaa. Jina langu naitwa Poka Kanuti Bantu mwenye bantu wake. Ukutane kwenye makala nyingine kama hizi.